Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu rasuli llahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi thawi shiraf al-azim watukufu kislam. Bada kumshukuru Allah jalla jalaluh na kuzitaka rehema na amani zimundi. Bada Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallllahualihi wasallam, ikiwa bado tunaendelea na silsila ya darsa zetu za at-tafsir ruya, leo kwa mara nyingine tena nimekujieni mbele yenu kwa ajili ya kuelimisha tafsiri za ndoto kuanzia mwanzo. Tumeanza suratul Fatiha na leo tupo katika swatu eh, tumesoma katika suratu Shuaraa e, tukasoma suratu al-Furqan Tuka sawa. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala, tunaingia katika suratul Namli, kwamba mtu atakayeota ndoto kwamba anasoma sura suratunamli nini tafsiri yake? Mtu huyo ndoto hiyo kwa inshallah. Na kuomba tegesha masikio yako vizuri, ili upate kusikiliza tafsiri ya ndoto hii, kwamba mtu akiota ndoto kwamba anasoma sura suratunamli nini maana ya ndoto hiyo? Kwa inshallah, sikitisikiliza kwa makini sana, ili upate faida. Anasema wa waman raa kaanahu yaqrau suratunamli Mtu atekeota ndoto kwamba anasoma suratun Namli maana yake utia malikani huyu mtu ataletewa malaika, watakuja malaika koko wewe, watakuzunguka malaika koko wewe. Kwa ukiota kwa ndoto kwamba unasoma suratun Namli mli, maana yake watakuja malaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuteremshia malaika, malaika wale watakuwa wanakupa wataku, wataku ulinzi na watakuomba msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mtu yoyote, iwe ni wewe, iwe ni shangazi yako, iwe dada yako, iwe mama yako, ni mtu yoyote awe rafiki yako akikusimulia tu kwama, bana nimeota ndoto na soma sura Namli, basi mwambie ndoto hiyo maana yake kwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuletea malaika malaika wale, kazi yao ni mbili. Kazi yao ya kwanza watakupa ulinzi, watakulinda ona, na watakulinda na vitu vibaya, lakini kazi yao ya pili watakuombea msamaha malaika hao. Utakapoota ndoto kama unasoma suratul Namli kwa hakikisha ndoto hizi zihifadhi, ndugu yangu Muislam, tunaenda sura baada ya sura mpaka msafu wote tumalize na darasa na fuatilia darasa hizi mwanzo mwisho, lakini pia usisahau kujiunga na grupu langu la WhatsApp. Namba zangu za WhatsApp ni 0777 saba saba saba sabini na tisa tisini na tatu hamsini na tisa. WhatsApp namba ni 0777 sabini na tisa tisini na tatu hamsini na tisa ili tukunge na group grupu la WhatsApp kisha upate faida nyingi kuliko hizi ambazo nazitoa YouTube. Mwenyezi Mungu atakufanyia pesa inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.